Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah saidi sallallahu alayhi wasalama, ni mwisho wa furaha lakini ni mwanzo wa huzuni. Furaha inakuja kuwa tumetekeleza ibada ya haji salama salimini, tukirudi nyumbani kwetu tukiwa na afya kama tulivyokuja, lakini huzuni inakuja kuliacha hili jiji na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Jiji la baraka, jiji lenye nuru jiji lenye saada na jiji lenye furaha. Mahujaji wa taasisi ya Ahlussunna Waljamaa wakiacha na kuuacha na kuukimbia mji mtukufu, mji wa mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mji unaopata ubora, mji unaopata fadhila, sio kwa sababu ya udongo wake, bali kwa sababu ya kiumbe iliyompokea na kukubali kumuhifadhi. Ni furaha tunatekeleza baada ya haji, lakini huzuni ilieje kuuacha mji huu mtukufu. Al Azhar TV Tanzania inawatakia mahujaji hawa wote safari njema, insha Allah wakaungana tena na familia zao ambazo walitengana nazo kwa muda wa takriban mwezi ili kutekeleza ibada hii tukufu. Ni ibada ya historia, ni ibada ya ndoto za kila Mwislamu, ni ibada ya kila Mwislamu mwenye uwezo katika namna